Zinduliwa mwaka jana na kiongozi wa mbio za mwenge ikiwa na umeme na baada ya siku chache umeme ukaleta itilafu. Umeme nizungumzie umeme, upo isipokuwa ulipata shida ule mfumo wa usukaji wa, wari. E, wa umeme waliweka uri, uri, waringi na ukawashwa ukatumika vizuri, baada ya siku chache ule umeme ukaonekana una shida. Je, serikali inalifahamu hili? <tutu> injinia wa, wa, wa umeme akakague kama ni trafo kubwa, wasiliana na TANESCO tufanye wiring wafumue wafunge upya. Kuhusu nyumba za watumishi kwao ilnanaba nilichukue, tutoe kipaumbele zaidi kwa sanati ya ya mkolo. Serikali haijawaacha nyuma wananchi Vyuo vikuu mkoani Morogoro vimeungana kutekeleza mradi wa nishati maarufu kama Washa unaolenga kuielimisha jamii kuhusu umuhimu wa kutumia nishati mbadala, kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan nishati Suluhu Hassan za nishati safi ya kupikia. Kutoka Morogoro, mwandishi wetu Ida Musha na ripoti. Mradi huo wa nishati project maarufu kama Washa unalenga kupambana na mitazamo potofu iliyozoeleka kwenye jamii kuhusu nishati, badala yake kujenga mtazamo chanya unaoendeleza mazingira na ustawi wa jamii. tu sisi si, sasa tutoke ambako tumejifungia, lakini tuweze kuhakikisha kwamba tunaweza ku, yani, kubadilisha maisha ya wananchi wa kawaida kabisa katika matumizi ya nishati mbadala. Matarajio ya kuanzishwa mradi huu utakaoendelezwa kwa kushirikiana na vikundi vya kijamii na taasisi za serikali, kufikia ngazi ya kaya, ni kueneza elimu ya kuhamasisha matumizi ya nishati safi katika makundi mbalimbali mbali. Tunatumia nishati ambazo zinatokana na vyanzo uh, rasilimali asili kama vile mimea kama vile, vile maji kama vile sola ili iwe ni sehemu ya kuchangia katika kuzuia uharibifu wa mazingira, ii tuweze kutunza mazingira yetu, tuweze kutunza vyanzo vya maji na kutunza afya ya jamii, hasa kwa kutumia, tumepata hewa safi. Tuache kuchoma misitu na kuchafua mazingira. Wadau wa sekta ya afya wa nchi za mashariki na kusini mwa Afrika wamekubaliana kuunganisha nguvu kudhibiti tatizo sugu la udumavu linaloendelea kuwakabili asilimia kubwa ya wananchi wa nchi hizo. Kutoka Arusha, Asra Jimvunge na ripoti. Baada ya kutia saini makubaliano hayo, wahusika wa pande zote mbili wakazungumzia namna yatakavyotekelezwa. Sisi kama esa na wenzetu wa esa jukumu letu ni kuendelea kufanya uragibishaji na kuweza kuhamasisha utengaji wa bajeti kwa ajili ya afua za lishe. Vile vile uh, tunaweza shirikiana uh, na pia tuweze uh, kusaidia uh, wananchi ili waweze kuelewa maneno kuhusiana na uh, lishe bora. Pia ukazungumzia hali ya udumavu ilivyo na namna ambavyo inaweza ikadhibitiwa katika nchi zilizopo katika ukanda huo, bado kiwango kikubwa cha udumavu ambapo ni kati ya asilimia thelathini mpaka arobaini lakini uko ndefu ni asilimia thelathini. Ukiachia hivyo, kuna upungufu mkubwa wa damu pia. Tumekubaliana vile tunaweza weka chuo ambacho kinaweza ikapeana mafunzo kuhusu uh, lishe bora, na pia vile mtu anaweza akacommunicate ama anaweza akapeana aka, aka ile information, uh, kuhusu uh, lishe bora kutoka hapa jijini Arusha. Mimi ni Asiraji Mbungi wa ITV. Asante, Asiraji, kwa taarifa hiyo. Wananchi nchini DRC leo wamefanya kumbukizi ya miaka 65 ya uhuru wa taifa hilo kutoka kwa wakoloni, huku wakiomba suluhisho la kudumu la amani, waweze kutumia rasilimali zilizopo kuboresha maisha. Kutoka Goma, Oster Marivika anaripoti. Tarehe thelathini Juni, kila mwaka, wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wabaki nyumbani wakikumbuka uhuru wa taifa hili kutoka kwa wakoloni ambao ni Ubelgiji. Japokuwa matatizo wanaendelea kupitia na uhuru huo haulingani na hali ambayo mtu iko ndani, lakini ni kumbukumbu kumbu, kulingana na vita ambavyo waliotutangulia walipigana kusudi tutoke chini ya ukoloni wa wakoloni. Akizungumza na wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia televisheni ya taifa, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi asema siku ya leo ni muhimu kwa masujaa akiwemo Lumumba na wengine wote. Upande wa waasi wa AFC M23 tarehe 30, yaani miaka 65 hadi sasa taifa hili lipate uhuru wake, lakini bado kukiwa hakuna maendeleo na wananchi wa taifa hili wakiendelea kupitia machafuko hasa eneo lake la mashariki. Waasi wa M23 wasema wakisema hawataondoka ndio nasema hatutatoka.

Jeshi la polisi Kenya limesema linawachunguza wanasiasa kadhaa kuhusiana na machafuko ya Juni 25, huku mkurugenzi wa makosa ya jinai DCI Mohamed Amini akisema iwapo aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua atapatikana kuhusiana na ghasia hizo atakamatwa na kushtakiwa. Kutoka Nairobi, Dankani Maisha na ripoti. Idara ya makosa ya jinai nchini Kenya, DCI, inasema imewakamata zaidi ya watu 450 kuhusiana na uporaji na uharibifu wakati wa maandamano ya vijana ya kumbukumbu -kumbu ya wenzao waliouawa mwaka jana mnamo Juni 25. Yaliyoanza kama maandamano ya amani yaligeuka kuwa ghasia, ghasia zilizopangwa na watendaji ambao walijipanga vema na kuvamia maandamano hayo, kuhatarisha maisha na kuharibu mali. Ushahidi unaonesha watu walisafirishwa hadi Nairobi kutekeleza vurugu katika shambulizi hilo lililokuwa limepangwa kabla. Amin naidha amedokeza kwamba kwa sasa polisi haimchunguzi wala hawajamwita kuandikisha taarifa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gashagwa. Si kweli kwamba tulimuita Gashagwa kuandikisha taarifa, ila tunasema hafurahii kinga yoyote ya, ya kushtakiwa. Hata hivyo viongozi wa upinzani waliokuwa wakiongea mjini Narok wamejitenga na uharibifu huo wa mali. Tunasema hatuna tutakubali vijana kuuawa, wale ambao wameshikwa juzi wameshikwa kila mahali, usiseme ati moto. Anasema kula, anasema watu wametoka sijui Murang'a, wametoka Nyeri, walitoka Kenya, kila mahali. Nikiripoti kutoka jijini Nairobi, jina langu ni Duncan Maiche, WAITV. Asante Duncan kwa taarifa hiyo. Baadhi ya wananchi wametoa maoni yao wakijibu swali la kipima joto ambalo lilihoji kuanza kwa maonesho ya kimataifa ya biashara ya Sabasaba. Je, washiriki wazawa watumie vizuri fursa hiyo kujitangaza kitaifa na kimataifa? Tutazame basi maoni ambayo yamejibiwa kwa njia ya WhatsApp. Jibu ni ndiyo, ni lazima washiriki wakatumia fursa hii kwa ajili ya kujitangaza kitaifa na kimataifa ili kuonyesha ubora wa bidhaa zetu. Sasa ili mataifa yaweze kuzipenda bidhaa zetu, ni lazima watumie nafasi hii sasa kuonyesha bidhaa zile nzuri, au ubora wa bidhaa wanazotengeneza, na hii ndio itasaidia sasa kufungua milango katika nchi za nje, yani yanafungua fursa za utalii, yanafungua fursa pia za biashara ya bidhaa mbalimbali ambazo zinazalishwa ndani ya nchi yetu ambazo hazipatikani nchi nyingine yoyote. Na mtazamaji, ili kuchangia swali la kipima joto kupitia WhatsApp, unaweza kujirekodi, halafu tuma picha na sauti ukitaja jina lako, halafu ukitaja jina lako, mahali ulipo na kujibu swali moja kwa moja kwa kutumia nambari ya simu ambao ni 0678959752 au kuchangia kwenye mitandao mingine X, Threads na Facebook, na maoni hayo yatarushwa ITV na YouTube. Na sasa basi tuangazie basi kwa wale ambao wamechangia kupitia kwenye mtandao wetu wa uh, Facebook pamoja na mtandao wa Threads, tutaanza na maoni haya ya Facebook. Kwa anwani ya ITV Tanzania maoni yake, mtasoma maoni yake. Anaitwa Majige Lubili anasema kuwa anatokea kwa Busega, ndiyo watumie fursa hiyo ili bidhaa yao ingare kitaifa kimataifa kama bidhaa zingine za kigeni. Haya, maoni yake hayo, lakini kwa upande wa mtandao wa Thread, kwa anwani ya ITV Tanzania, Ambrose Joseph Butilaga anasema kuwa anatokea Mwanza, ndio washiriki wazawa wanapaswa kutumia vizuri maonyesho ya sabasaba kujitangaza kitaifa na kimataifa. Ni fursa ya kipekee kutangaza bidhaa kuvutia masoko mapya, kushirikiana na wawekezaji na kujifunza mbinu bora za kibiashara. Maoni yake Ambrose Joseph Bultilaga huyo wa Mwanza mtazamaji. Kwa nukta hiyo, basi tunapata mapumziko mafupi, baada ya hapo tutarejia tena hapa na habari kemkema. Habari za biashara na masuala ya uchumi ndizo ambazo zitafuata. Tafadhali endeleeni kuwa nasi. Kabisa, jutu, rais, kabisa, maa, fursa maa, maa. hazisubiri anzia ulipo na kile ulicho nacho soko lako halipo mtaani kwako lipo dunia nzima ukianzia ulipo kujifunza hakuna ukomo jizolee ujuzi mpya na uanze safari yako ya kidijitali sasa Uwanja ni wako, anzia ulipo, utikise nyavu za kimataifa. Badilisha mazoea, anzisha mifumo mipya, ulilishe taifa. Jukwaa la kufanikisha ndoto zako lipo kwenye kiganja chako. Upewe nini kingine? Anzia ulipo huduma bidhaa na mtandao wetu bora popote ulipo, ili ukamilishe malengo yako. Jiunge na Yas leo uanze safari yako ya mafanikio ya kushuhudia ubabe wa fainali za EPL, UEFA Champions League na michuano ya CAF. Sasa upepo unahamia FIFA Club World Cup, yani mbungi halipoi! Timu 32, mechi 63, siku 29 za moto, zote live kwenye DStv, yani ni masta kama wote, Messi, Mbappe, Haaland, hadi Aziz ki. Kama wewe ni shabiki wa kweli, hii ni sikukuu ya mpira. Tazama live kwa HD bila chenga ndani ya channel za Super Sport. Mbungi, hili lote utaliona kupitia kifurushi cha bomba kwa shilingi elfu ishirini na saba tu. Kulipia piga nyota 150, nyota 53 alama ya reli DSTV. inakupeleka duniani wewe na hapa kwetu. Mbungi halifai. Tabasamurwa na la kupendeza ni tabasamu la kujivunia. Jipatie dawa mpya ya Colgate White and fresh kwa matumizi ya familia nzima yenye ubora wa hali ya juu kwa bei nafuu. Baada ya siku ndefu ya kazi, kari gaza kutosha na foleni, Eric anataka kucheki series yake pendwa, lakini du kifurushi chake kimeisha. Uzuri ni kwamba ana kadi ya Airtel Money Global Paycard kwa ajili ya malipo ya kimataifa. Ni chap tu na tayari huduma imerejea. Hakuna kupanic. Wakati wa kulipa, chagua Mastercard, kisha weka taarifa za Airtel Money Global Paycard yako, ikiwemo CVV na ukomo wa matumizi. Simple tu. Anaendelea kustream akiwa ame relax kwenye kochi lake. Kuwa kama Eric, ingia kwenye my Airtel app, chagua Airtel Money na upate Global Paycard yako, kisha uweke pesa kutoka Airtel Money. Airtel Money, haraka, salama, bila mipaka. Kilivyoisha bando kakiweka kando na kupita mambo kiwashe. Tunakwambia kiwashe, kiwashe. Yeah. Ama kina changa moto, kiretaji maboresho Azam TV tuko hapa. Tukiwashe leo, tukiwashe, kiwashe, kiwashe kisimbuzi chako cha Azam TV sasa, na uendelee kufurahia mambo kemkem kama vile habari, burudani, tamthilia, makala mbalimbali, michezo, ligi za ndani na nje, vipindi vya watoto, komedi, reality shows, sinema zetu na cartoons. Azam TV kiwashe. Azam TV, burudani kwa wote. Wow, hii siyo jini ya kawaida, ni mchanganyiko wa ubora na ubaridi uliojaa nguvu ya mingi halisi. Hisi upepo wa msisimko kila tone, ubaridi wa hali ya juu. X5 Gin Mint Flavor. Aonja upekee wa siku yako. Usiku mwema, asubuhi njema. Hairusiwi kwa wenye umri chini ya miaka 18. Kunywa kistaarabu.

Hapa kwetu, creativity starts with a spark. Light your vibes, bro. Light your drip. Light your rhythm.

Tabasamuruana la kupendeza ni tabasamu la kujivunia. Jipatie dawa mpya ya Colgate White and Fresh kwa matumizi ya familia nzima, yenye ubora wa hali ya juu kwa bei nafuu. na mtazamaji, shukrani sana kwa kuwa pamoja nasi. Na sasa ni habari za biashara na masuala ya uchumi, na basi katika hilo mwenye kutufanikishia yuko hapa. Uh, habari za usiku huu Okebete. Okay, salama kabisa Benjamin, habari za usiku pia salama tu. kubwa zaidi kuna uh, viwanda ambavyo havifanyi kazi sasa, fursa mpya kwa wawekezaji wanatakiwa kwa ajili ya kuweka mambo sawa katika viwanda hivi viweze. Asante sana na moja kwa moja, um, mtazamaji, viwanda uh, wizara ya viwanda na biashara imeanza zoezi